Mimi nataka kuelewa ili nitoe mwongozo vizuri wa majibu hapa, namna serikali ijibu haya majibu. Ambayo serikali mmetoa ni kwamba ndio kesi zilizopo ama idadi ni hii aliyotaja mheshimiwa Mpina na kiasi cha pesa ni hiki alichotaja mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Spika, pana, pana tofauti ile, ile kesi kubwa aliyoiongelea trilioni 360 ni ya upande wa makinikia. Hii ya mashauri ambayo yanaenda kwenye trilioni nne ni, ni, ni, ni ya mashauri ya kesi ya, ya, ya, ya zingine ambazo ziko TRAB na TRATI ambazo ndo serikali inaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya nyingine. Kwa hiyo pana mambo ya aina mbili, na lingine limeongezeka lile ya, ya yale yasiyo ya kesi ya, ya, ya na lile ni la tatu, so, yameunganishwa so, so. pamoja. Sawa, Hine sasa, ili, ili tuende vizuri. ili tuende vizuri kwa sababu swali la mheshimiwa Mpina lilikuwa mahususi, linataka linauliza hivi, je, ni kwa nini kesi 1,097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamuliwa mpaka sasa? Ndio swali lake. Jibu la serikali linazungumzia mashauri 400 854 uh, na thamani, bi, uh, trilioni 4.21 na, na pia dola za Kimarekani zinazotajwa hapa ni tofauti na alizoziuliza mheshimiwa Mpina. Kwa hivyo ni dhahiri, ngoja ngoja nitoe, nitoe fursa. Mimi natoa fursa hili swali likajibiwe yeye, Mpina anavyotaka majibu yani, mjibuni kwa hizo bilioni na matrilioni aliyoyasema kama yeye hayuko sahihi, ndio swali langu lilikuwa hapo, ili mimi nielekeze vizuri hapa mbele. Lakini kama unasema alichokiuliza, alicho kipo basi, mjibuni majibu yake anayoyataka, ya kwa sababu hayo majibu sio ya swali lake. Mwisho bunge waziri, Mheshimiwa labda ameelewa tofauti. Mheshimiwa Spika, trilioni 360 haziko kwenye TRAB na TRAT, ni kitu tofauti hazipo... Ndio nini? kwenye sielewi trilioni 360 kwenye... Kwenye sitini hazipo. hazipo kwenye mashauri haya ya, ya, ya, ya kikodi ya, ya, ya, ya ya TRABU na TRAT. Zawo, kwa hiyo hayapo kwenye rufaa za kikodi wala hazipo kwenye tribunal ya kikodi.